Wanachama wetu uh, ndugu watumishi wenzangu uh, ndugu watumishi kutoka NSSF na bibi na mabwana, karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya yote, napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai na afya njema ambayo imetuwezesha kukutana leo hapa, uh, on, katika ofisi ya NSSF mkoa wa Singida tukiazimisha siku ya wateja duniani customer care day ambayo hii inaadhimishwa duniani uh, kote, na sasa tumekuwa tukishiriki katika kuadhimisha siku hizi uh, za huduma kwa wateja kama njia moja ya kuwaenzi wateja wetu, kwani wao ndio nguzo muhimu ya sisi kuwepo. Uh, kwa hiyo tumefanya hivyo ili kuweza na wao wajitambue kwamba ni watu wa thamani na wana uwezo atufanya sisi tue kama ambavyo atuona leo. Uh, katika kauli mbiu ya mwaka huu uh, kauli mbiu ya mwaka huu ni ya uh, kidijitali. Tumeweza NSSF pia imekuwa mbele sana katika kuboresha kazi zake, na imetufanya sasa kwamba sasa sehemu ya huduma nyingi za NSSF zinapatikana kidijitali. Eh, wanachama wanaweza kuangalia taarifa zao za michango, waajili wanaweza kulipa michango uh, kwa kutumia teknolojia. Wanachama pia wanaweza kufunga mafao yao kwa kutumia pia teknolojia. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo mfuko wetu umeupiga, na kwa hayo tunaweza kusema kwamba tumekuwa tuko vizuri, na kwa kiasi kikubwa tunapunguza malalamiko, kwani mwanachama sasa na mwajili hana haja sasa ya kusafiri popote huko aliko aweje aweze kuja kufika hapa anapata huduma huko aliko. Kwa kutambua umuhimu wa wanachama waajiri, wadau na wateja wa mfuko NSSF. Mfuko umeandaa hafla hii fupi ili kuwashukuru wateja kwa ushirikiano mnaotoa kwa mfuko katika nyanja mbalimbali mbali, kama vile kujiandikisha, kulipa michango, kununua na kutumia bidhaa na huduma zinazotolewa na mfuko kama vile nyumba, viwanja Daraja la Mwalimu Nyerere na kupanga katika majengo mbalimbali yanayomilikiwa na mfuko nchi nzima, hivyo kufanya mfuko kuwa na kuendelea, kukua na kuendelea kumudu kulipa mafao ya wanachama wa NSSF, wa NSSF wakiwemo wastaafu. Kwa kuona umuhimu huo, mfuko umeamua kuadhimisha kwa, kwa pamoja na wateja kama shukrani kwa ushirikiano mnaotoa na kuwapa hamasa ya kuendelea kuchagua kuhudumiwa na mfuko wa NSSF. NSSF. Kama ilivyo kauli mbiu ya mwaka huu, kidijitali tumeweza, mfuko unajivunia hatua kubwa uliofikia katika matumizi ya TEHAMA ambayo yamerahisisha utoaji wa huduma kulingana na kasi ya ukuaji wa teknolojia duniani. Kwa sasa mfuko umewezesha wanachama kufungua madai ya mafao mbalimbali kwa njia ya kimtandao online claim lodging, na kutoa fursa kwa wanachama waliopo mbali na matawi kuweza kufungua madai mahali popote na hatimaye kulipwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za ulipaji wa mafao. Vilevile, wastaafu wa mfuko wamewezeshwa kuhakiki taarifa zao kwa njia ya kimtandao online verification, na hivyo kuwapunguzia adha ya kufika katika ofisi zetu kwa ajili ya zoezi la kujihakiki. Waajiri hawajaachwa nyuma, kwani mfuko umewawezesha kulipa michango yao moja kwa moja kutumia lango la waajiri employers portal, ambapo waajiri wanaweza kujihudumia kwa kuwasilisha michango na kupata risiti za uchangiaji na pia kuona maendeleo ya michango ya wafanyakazi wao bila kufika katika matawi ya NSSF. Kwa kupitia mfumo huu mwajiri pia anaweza kuona malimbikizo ya michango yake na kuweza kupata namba ya malipo yaani, control namba, pasipo kulazimika kufika katika tawi la NSSF hivyo kuokoa muda wa uzalishaji. Tuna mfumo ambao tunaita hifadhi skimu au skimu ya hifadhi, ambayo yenyewe inawaruhusu au inafungua dirisha kwa watu wote, kwa Watanzania wote waliojiajiri wenyewe, kwa mfano hawa mama ntilie, bodaboda na watu wote ambao wamejiajiri wao wenyewe hawapo katika ajira rasmi, basi wanapata fursa ya kujiunga katika hifadhi skimu kwa lengo la kuweza kupata pensheni, kama tunavyoona mzee wetu na, na wazee wengi ambao wanapata pensheni. Zamani ilikuwa watu ambao wamejiajiri, mamatilie, bodaboda hawa, hawapati hifadhi ya jamii kwa maana ya pensheni, lakini kwa sasa hivi kupitia serikali yetu basi juhudi nyingi zimefanyika na kuhakikisha kwamba NSSF inawahudumia pia, si tu wanaofanya kazi zile za kuajiriwa, bali pia wale ambao wanafanya kazi za kujiajiri kuwa wanachama na kunufaika na mafao ambayo yanatolewa na mfuko wa NSSF. <coughs>